Yes, karibu sana, majira ni saa tisa saa za Afrika Kati ikiwa ni kumi majira ya Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV na mimi ni ndugu yako Baba la Baba the one and only town DJ P Rajabu wakili Kabonga aka Mzee Ongwasuma eh, Papa Mobimba. Eh, tunashukuru sana, tunashukuru sana kwa wote ambao wako naendeleza harakati za Mzalendo. Nafikiri tuna jambo ambalo tutakwenda kulifanya hivi siku za hapa karibuni, na yote ni kupitia operation hii ambayo tuko nayo na tunasubiria tu um, mambo ya kae sawa kidogo, ili turudi tena kule kwenye front, tuende tukutanane na wazee wetu na tuweze kuwapa kile ambacho kiko kwa sasa hivi kwa ajili yao. Na pia nitoe shukrani kwa ndugu jamani, marafiki wote ambao wako wanaonyesha ushirikiano wao pamoja na B1 TV kwa sababu hii inatujenga na inatupa pia motisha na nguvu ya pamoja na kutufanya tuendelee kujimarisha sisi wenyewe katika yale ambayo tutayazungumza ni kwamba Umoja wa Mataifa umeweza kuweka wazi. Eh, eh, wazi wazi wazi operesheni za moja kwa moja za jeshi la Rwanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hivyo kutaka waweze kufanyiwa waweze kurushwa eh, tarehe saba za mwezi wa kwanza juzi hapa ndo hizo taarifa ziliweza kutolewa. Uh, hii taarifa nitakuja ni, ni, ni, ni, ni, kukuletea nayo na iko na iko na pact mbili, na kitu kingine pia inyo afrikene inahitaji kwa haraka mno kuweza kusitisha mapigano na M23 na jeshi la Rwanda waweze kujondoa moja kwa moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuanzia na jiji la Uvira. Ndio ile nisema Uh, saa sita kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza, na watu sijui bali leo nini? E, hiyo ni hivyo jinsi ambavyo iko na tutazungumzia, um, pia kuhusiana na nini, tutazungumzia kuhusiana na vita yenye ilifanyika huko maeneo ya Nyiragongo yes. Nyiragongo wazalendo walikiamsha tena Nyiragongo huko, na hivyo kuleta sintofahamu kwa M23 na hivyo kufanya M23 kushindwa kujimaintain. Uh, pia uh, walifu wawili wa M23 uh, wameweza kujisalimisha, wamekimbia wa jeshi la M23 huko maeneo ya Kivu ya kaskazini wako wanazidi kujirandre hawa jamaa, hii ikiwa inasemekana kwamba M23 um, e, pia katika hii, hii ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba kuko na kuwa tentative ya, ya, ya, ya, ya desertion mu M23, na pia na RFI dobeir kuma ordres za M23 wote wenye wako wanafanya hivyo wako wanakuwa execute, sawa yeyote mwenye iko anataka kufanya kudeserte ku, ku, ku soit kukimbia wa, na wakimkamata na mwenye iko na desobeir orders ya M23 bote biko nakuwa na executed. Ni ripoti mpya pia kutoka kwa Umoja wa Mataifa. So hili swala linatuletea, linatupa picha moja murua na ya kipekee ambayo kila Mkongomani sasa anatakiwa aweze Eh, kutulia na kufuata kanuni na desturi jinsi iko inaenda, so ili, ili kwa kwanza kupata habari zetu like pia subscribe Baraka One TV, tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuonapata haya matangazo kila siku, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV. Tuanze na hili swala Conseil de paix et de sécurité inaitwa CPS. L'Union africaine exige le retrait immediat et total de l'AFC M23 d'Uvira et de toutes les zones occupées dans l'est de la République démocratique du Congo. Hiyi mm. E ni barua kutoka kwa eh, Umoja wa Afrika. Kwa mara ya kwanza gisinigo nasema for the first time African Union inaambia M23 waweze kutoka Uvira.

Uh, kujiadresser direct qui est l'agresseur onaona eh? list hapa hivi wamesema hivi, lakini they still bado hawaku hawakumentionner agresseur ni nani, ama mwenye iko natoa soutien kwa M23, le Rwanda aiko siteme wanasema uh, M23 iweze kujiretire Uvira dans l'immediate iweze kujiretire kote kwenye wanakamata Goma, Bukavu, Ruchuru, Masisi, Walikale e, Walikale, Walikale hapana nani mm, Minova, kote kwenye wanakamata waweze kujiretire haraka iwezekanavyo kabla ya kikao ambacho kitafanyika cha wakuu wa baraza la umoja wa Afrika mwezi wa pili, wakikishe kwamba washatoka mvile a Uvira na sehemu zingine zote haiko mimi ndio mnasema wenyewe wanasema ni wazee wa Afrika, wale wazee ambao wengi wao walikuwa washakula pesa na Kagame. Sasa hivi mambo kwao inaanza kuwachachia, mambo yanaanza kuharibikia, wanajikuta kwamba ha, hawawezi kuendelea kuficha siri. Unajua, unapokuwa unaficha siri mahovu yale mahovu, iko siku yatakumbua. Ndio ile wanasema kwamba mficha maradhi kifo umeumbua. Ndo hii ambayo wazee wa Afrika wameona, pana tushaficha sana, na Kongo watu wako wanazidi kufa sana. Sasa kenye sisi tutafanya hapa ni kuweza kusaidia tumalizane na huu mgogoro ambao sisi tunaujua kozi yake ni nini. Naona ili Kongo iweze kupata amani ya kudumu, na ndio hicho ambacho kilifanyika, eh wazee wameingia So, so, sorry, wazee wameingia kikao, wameleta maamuzi sahihi, na ndio haya maamuzi ambayo yako yanatembelewa kwa sahihi. Kwa hiyo watoto wote wa Uvira, watoto wa sehemu mbalimbali, mtulie na mjue kwamba mambo yanakwenda kuwa sawa. Hiyo imefanyika kwa niaba ya Umoja wa Afrika na kuweza kutaka hilo liweze kutokea. so, binafsi eh, mimi kama mimi naona ni jambo la heri ni jambo la heri na ni jambo la mahana pia, kwa sababu kile ambacho watu walikuwa wanakisubiria kwa muda mrefu ndio hiki ambacho kinakwenda e, kufanyika. Tuzungumzie swala la Umoja wa Mataifa umeweza kuzungumzia kuusiana na kumsogelea mzee wa ngua, soma hivi hikutembetembea mm. mapori nayo ni, ni, ni, ni aferi nyingine. Eh, wanasema kwamba eh, Umoja wa Mataifa umeweka mwangaza uh, direct jeshi la Rwanda jinsi liko lina manipulate, operation za M23 ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikosi cha Umoja wa Mataifa, wataalam wa Umoja wa, wa, wa Mataifa eh, wa vita wametoa ripoti yao hii tarehe saba za mwezi wa kwanza eh, na kusema kwamba vikosi vya Rwanda kweli viko active ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utokana uh, na document ambao walipeleka kwenye Baraza la security la Umoja wa Mataifa na kusema kwamba ushahidi wa kutosha upo. Rapport tena inaendelea kusema ni kati ya f sita na f saba vikosi mahalo force speciale rwandaise, ndio iko deploye mu province ya Noru na Sikivu, huku wakiorganize au moins de brigade na de batayo za force speciale, ndio ziko specialement tu juu ya ku mobiliser juu ya operation za mipakani eh, eh, mainite ambazo zinakamata eh, force za kawaida eh, na force speciale za, za Rwanda ziko zina uh, zimewekwa ku uh, zimewekwa pembezoni ya yeah, pembezoni mwa mipaka zimoya, ziko pembezoni mwa mipaka zingine, ziko ndani kabisa ya henchi huko uh, wakizigabula kwenye maeneo mbalimbali, tuseme mwei uh, si mil a set mil banakamata, kama ni mil banaimwanga uh, makote za za Uvira banakamata ingine mili bani mwanga Bukavu mili Goma e, tro mili ile ndo mapoze zinziko strategique hizo. Haya, ile tro mili nyingine bani gagawa sasa, muma muma zone zingine zingine, ndo ndo gisi baligawa e, uh, forces au special hivyo na mm, pia tutakuja kuona huku chini maeneo mengine ambako inasemekana kwamba uh, waligawa um, unasema kwamba AFC M23 eh, ambao wako ndani ya Goma, hivyo vikosi special Goma, Nyiragongo, Bwito na Ruchuru, na brigade nyingine ya intervention ya deuxième zone ya defense iko Masisi, Walikali, uh, plusieurs secteurs za Sud Kivu eh, kama vile Walungu, Minembwe d'apres eh, kutokana na vyanzo vyetu vya ndani ya M23 vinasema kwamba wanajeshi wakirwa wa Rwanda eh, wanaitwa friendly force. Unaona <laughs> eh? Wanaitwa friendly force. Wanabadilisha jina ndani ya Mventura. E, eh, force special Rwandais inakuwa friendly force e, eh, ambayo iko inajeria ligne de front za uwanja wa mavita wa M23. So hiyo ni e, eh, e, eh, ripoti za Umoja wa Mataifa ambazo zimezungumzika hivyo. Na katika hilo hilo swala tukamate hii hapa baadhi e, ya watu wa, wa M23 e, kutokana na, na vyanzo vinasema kwamba wako wanazidi kujiripoti. Wamoja wamejiripoti mprovinsi ya, ya Lomami kwa e, kuweza kuweka mwangaza wa motivation ya watu wawili ambao walikamata maeneo ya Kabinda. E, e, wakiwa wa, wanashukiwa kuwa ni watu wa M23 na mwisho wa siku ilikuja kusemekana kwamba walikuja kutafuta namna ya kuweza kujiripoti ili wa, waweze kuwa huru, maana kule ambako walikuwa wanasema wamekuwa wakichoka kutokana na vitendo ambavyo sivyo vya, vya kibinadamu ambavyo wao wako wanafanyiwa. e, watu hawa wawili ambao walijiripoti kwa FRDC na wazalendo wanaendelea kusema kwamba hali yenye wako wanakutana nayo kwa M23 ni hali ya, ya kibaguzi sana uh, wanaopewa kipaumbele wanaonufaika ama ambao wako considere sana ni wao wenyewe tu uh, kutoka Rwanda. Eh, sasa hey, mbo... <laughs> Mungu, mnataka banani ndo bakuwe considere. Hii ingine taarifa inasema kwamba Uh, yeyote mwenye iko na jaribu kukataa oda za M23 ama kujaribu kukimbia, akikamatwa iko na uliwa, wanasema, um, kikosi cha cha Umoja wa Mataifa eh, kupita ripoti ambayo wameweza kuitoa wanasema kwamba hali iko na kuwa ni mbaya sana kwenye upande wa M23, eh, sirtu kwa wale watu ambao wako wanawakamata kuingiza jeshini kwa kinguvu eh, eh, yote mwenye iko na jaribu kukimbia iko na uliwa Banamkamata banamua, na inafanyika hivyo. Hayo mafunzo kwa santri ya entrainement ya, ya chanzu pamoja na Rumangabo ambazo zinapatikana jimboni Kivu ya kaskazini eh, ripoti ya Umoja wa Mataifa inaendelea kusema kwamba Konse ya, ya security, eh, na ba expert ba, ba ONI banasema kwamba tokea April eh, 2025 e, na, 20 na 23 AFC Um, wanaongeza juhudi zao mara mbili ili kuendelea kukontrole wanajeshi pia kuendeleza kujitanua kwa kuwakamata watu kuwaingiza ndani ya jeshi lao na kuwapatia mafunzo ya kijeshi e, na pia kuwasambaza kwenye linye mbalimbali za front, na inatokea yeyote mwenye anajaribu kutoroka anakutanana na mkono wa chuma. Uh, ili kuweza kuzima hizo ndoto zao, muvuma ya M23 ambayo inasaidiwa na nchi ya Rwanda imeweza kujiangaje kwenye uh, processes zingine za kuwakamata watu kwa kinguvu kwa wingi sawa e, juu saa nakamata enye akimbia si si sibanabaua kwa mfano bakikamata banakimbia si banabaua si banaomba. Kesho wakienda kukamata, wanakamata senkanti. Donc sasa hivyo ba, ba renforce kwa kinguvu wakamate watu wengi zaidi. Jo hata wakamata ile senkanti, mkikimbia DC, wakibaua, inakuwa sio, eh, kwa wao wanaona kwamba ni jambo la, eh, la kawaida, lakini inakuwa ni kinyume kabisa na haki za binadamu. Kufanya hivyo ni kuenda kinyume cha haki za binadamu. Na hivyo kufanya hicho ambacho wako wanafanya, wanasababisha, eh, wenye wako nakamatwa wengi unakuta ni watoto na pia wengine wanafunzi, na hivyo wanapokuwa wanaingizwa kwenye uwanja wa vita, wao ndio wanawekwa mbele kwa ajili ya kuenda kutongana. Tarehe tarehe kumi na nne za Septemba, Alliance Fleuve Congo M23 waliweza kutoa takwimu ya wa watu elfu saba mia nne na thelathini na saba ambao eh, makomando wao ambao walisema walimaliza formation pale Rumangabo, e, na pia Oktoba moja wakaweza pia kutoa mwisho wa formation nyingine ya watu elfu tisa mia tatu na hamsini komando suplementer kusante ya formation ya Chanzu e, um, vinasema vyanzo kutoka katika Umoja wa Mataifa. E, au watu wote ambao waliweza kutangazwa na M23 kwamba wamemaliza mafunzo asilimia ya hao ni wenyewe wanakamatwa kwa kinguvu na wengi wao pia wanasemekana wamekwisha kujisalimisha kwa FRDC na wazalendo na wale wenye wako wanakamatwa, na wao wao pia wako wanapotezewa maisha. So hizo ni ni ripoti kutoka kwenye baraza la moja wa mataifa na um, nafikiri nini ambacho ndo nitagusia hapa mimi kinyenye naweza kugusia ni kujaribu tu kusisitiza na kuonyesha ndugu zangu wa Kongomani, hali tu tunapitia kwa sasa hivi sio hali ya kuridhisha. E, sio hali nzuri na haitakiwi kuifumbia macho. Mazingira ya sasa hivi ni mazingira magumu sana yenye nchi kunapitia. Ukiangalia katika ripoti zote za Umoja wa Mataifa, zote zote ziko zinakondana Rwanda directement. Leo hii jamii ya kimataifa yote inanyanyuka, ina na kuiambia Rwanda itoke mu RDC, lakini Rwanda inasinzia kutoa vikosi vyake mu RDC. Watu wengi wako wanajiuliza kwa nini? Eh? Kwa nini Rwanda depuis baanze kuiambia itoke itoke, inakataa kutoka, kuko nini nyuma ya Rwanda? Sawa. So, kenyewe mtajua. Ngoja niongee tena tu, niwakumbushe ni Rwanda alilelewa na Itazini. Ta wale walikuwa wanakula nusu nusu. vyote vyenye viko vinafanyika Rwanda, yeye anaerezika na pursa yake moja tu mbili yenye nakulake donk. Rwanda akiiba 5 kilo ya kolta Mkongo, yeye iko na yake 1 kilo tu. Nona nef kilo zinaenda Etazini, France, Belgique ya...

na naweka lare zake mule juu ya biashara, ni lazima tunufaike nayo. Sasa ba european hili ndo susi nye biko nayo. Sasa biko wanasema bana kondane huku, Rwanda toke wao huku kwa nyuma wanachochea. Sasa kenye kitahitajika hapa nini? Ni vitu viwili. Kwanza eh, sisi wenye tu huku front tumwa feblire kwanza, eh tumwa feblire kwanza huku, ina maana akija tunapiga sasa tuko tunapigana na badui bawili. Tuko na adui interne na adui externe. Adui interne tuko naye umumu ni FRDC benye biko nakula franga za ipolitika na mbe. Du badui yetu interne. Na ba politisi benye biko ba pro kabila. Bale ni badui interne. E, wanakula franga za umumu ndani. Sasa wale do franga zenye ziko zinatumika kwenda kukorompre batu. Juu kila mtu iko na pari yake. Sasa eh, hmm? Si, ah, hebu mwangalie, mnajua hii vita isha gharimu pesa ngapi? Ka ba dea isha fika uso na proje yote inafanyika na ha ikae pale inane, ile barabara haitaguswaga kwanza, ndo itaharibika tena yote tena, tunaanza a zero kujenga ile barabara kwanza, barabara eh, proje Ona ma mashini zilikuwa ziko kule Bugera, za kulima magari zilikuwa kwa entrepo zote, balibeba wapi? Kwabo Rwanda. Ndio maana kwamba hii vita ni vita ya waharibifu. Wengi wenye wako mule ni waharibifu watupu.

lakini wao wakitushinda ewan watachukua vyote, vyote vyote vyote vyote, na kidogo ambacho sisi tuko nacho tutanyang'anywa. Unaona, ndio hiyo hali yenye iko hapa ku, ku, kulingana na hii vita ya sasa hivi. Ni lazima mkongomani yote asimame na atetee kile ambacho iko nacho, maana hicho ndio kitu pekee ambacho sisi tumeachiwa na mababu zetu. Ardhi ni hiyo. Hatuna hadithi nyingine zaidi ya hiyo hapo. So nafikiri kwa yote ambayo wameweza kuyasikiliza kwa, kwa jioni hii tuishie hapo. Mengine tukutane majira ya saa kumi na mbili. Bye-bye.